Hello, wapendwa, karibuni tena siku nyingine kwenye, kwenye chaneli yangu. Aa, na leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni hili ambalo pia nalo limekuwa likitrend sana. Mimi napenda kuliita gauni la mabawa eh, kwa sababu unajua ukifanya hivi mikono kidogo kama utapaa fulani hivi eh. Mm-hmm hapo kama unavyoona nimeacha uh, nimeweka mstari huo kwa ajili ya kuanza vipimo lakini pia nimeweka nusu nchi kwa ajili ya kuja kuunga mabega yangu huku juu ehe. baada ya hapo sasa so tutaanza vipimo vya bega ambapo bega letu ni nchi kumi na sita ukigawanya kwa mbili utapata nchi nane basi tutakwenda kuweka alama hapo tutaweka alama hivyo baada ya hapo tutakwenda kupima urefu wa mkono. Urefu wa mkono ni inchi ishirini na nne ukitoa kwa nne utabakiwa na ishirini. Kwa hivyo tutaweka ishirini hizo. Inchi nne nitakuja kuziunga baadaye na kitambaa kingine, hapo utaongeza nusu inchi. nusu inchi itakuwa ni kwa ajili ya kuja kuunganisha na kile kitambaa kingine tutakachokiweka baadaye hapo Baada ya hapo tutakuja kupima shingo uh, urefu wa shingo ya nyuma utaweka nchi moja, utaweka nchi moja hapo. Lakini shingo ya mbele tutaweka nchi tatu. Samani hapo nimeonyesha nchi mbili, lakini ni nchi tatu. Utaweka nchi tatu kama hivyo, na baada ya hapo utashuka tena nchi tatu nyingine. He he. Upana wa shingo yetu ni nchi tatu kama kawaida hapo utaweka nchi tatu. Tatengeneza sasa hapo shingo yetu vizuri. nakolezesha vizuri kusudi uweze kuona, maana kitambaa kidogo kinateleza, kwa hiyo chaki inakuwa kidogo haikai sawa, kwa hiyo naikolezesha hivyo uweze kuona vizuri. Baada ya hapo, utatengeneza hiyo round ya hapo. Kama hautaki iwe pana sana, basi unaweza ukapunguza upana wa huo mzunguko unaoweka hapo, ukaufanya ukawa mdogo, na raundi yako itakuwa ndogo pia. mm -hmm. Kama hivo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kushuka nchi kumi na nne tutashuka nchi kumi na nne kama hivyo. Hapo tulipoweka alama ya bega letu tuiweka bega nchi nane ndio hii hapo utakwenda kupiga mstari kutoka hapo kwenye inchi kumi na nne mpaka kwenye inchi nane ya bega kama hivyo tutakwenda sasa kupima upana wa mkono wetu ambao ni inchi nane tukigawanya kwa mbili tutapata inchi nne utaongeza na moja itakuwa inchi tano kwa ajili ya kushonea hiyo tutaweka alama hapo Baada ya hapo tutakwenda kupima sasa urefu wetu wote ambao ni hamsini na tano ukiongeza moja itakuwa hamsini na sita mm hapo -hmm, tutaweka urefu wetu. Tayari nimeshaweka mstari kule chini kama unavyoona hapo, utapima nchi ishirini na tano upana huo utakuwa inchi ishirini na tano lakini ukitaka isiwe pana zaidi unaweza ukaweka inchi ishirini mpaka ishirini na mbili ukitaka isiwe pana zaidi, ila mimi nimetaka iwe pana, nimeweka inchi ishirini na tano kwa hiyo sio lazima sana ukaweka inchi ishirini na tano unaweza ukapunguza kama utaki upana wa chini ukawa mkubwa. Uh, hello wapendwa wangu wazuri, karibu Denblessing Creations ya hapa. Tunashona, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja, kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri unachokijua. Vyote tutapata hapa. Huu ndo wakati wa kung'ara. Kwa hiyo ka karibu, tuanze safari ya ubunifu, mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye chaneli yangu Tafadhali subscribe, like, comment na share kwa wengine ili tukue kwa pamoja. Tuendelee kuangalia video hii mpaka mwisho ili uone matokeo mazuri. Tumesha kata sasa nguo yetu kama hivyo. Hicho ni kitambaa cha shingo kile tulichokata pale nadhani ulikiona. Na hicho kitambaa cheusi nilichoweka chini samani sijaonesha ila nimekiwekea stifu, utaweka stifu kwanza kama kawaida na utakwenda kushona kwenye huo mzunguko tayari nimekusha shona basi, utakatakata hapo. Baada ya hapo utakigeuza, utakigeuza utakwenda kugongea gongea kuzunguka huo mzunguko. Hapo tayari nimeshagongea kama hivyo, chakigeuza sasa na baada ya hapo utakipiga pasi kama hivyo, ili kiweze kunyooka vizuri. Hapo shingoni pia utaenda kugongea uzi hapo na huko pembeni utashona ili kuunganisha na hicho kitambaa chako cha nyuma. Tayari nimesha shona kama hivyo unavyoona. Tachukua sasa gauni langu ambalo ndo hili hapo, na huo ni upande wa mbele wa shingo pale tulipokata Utachukua kitambaa chako kama hivyo, na utaweka hapo, utakwenda kushona kama ambavyo naelekeza hivyo. Mhm, utashona hivyo na upande wa pili pia utashona. Tayari nimeshashona, nadhani unaona jinsi nguo ilivyotokea hapo mbele, nimeshona hivyo. Utachukua sasa kipande chetu kile cha nyuma, tutakwenda kuunganisha upande wa kwenye bega takiweka kama hivyo na utaunganisha hapo. Tayari nimeshaunganisha, mm, naona nishaunganisha upande wa mabega. Baada ya hapo sasa, tutakwenda kupima shingo yetu. Utaanza kupima upande wa mbele wa shingo yako kuzunguka upande wa nyuma mpaka wa mbele tena. Yani, pima mzunguko mzima wa shingo lako. Hapo tumepata nchi kumi na tano, na hicho ndio kitambaa chetu cha kola. Nimeweka upana nchi tatu na nusu, na hapo, kama unavyoona nimekunja nusu nchi nikanyosha, nusu nchi nikanyosha, pia nimeweka stiff hapo. Tutakwenda kukata kwenye nchi kumi na saba hiyo Kata kwenye nchi kumi na saba kama ambavyo unaonyesha hivyo. Na baada ya hapo, utageuza kama hivyo. Kuna hiyo nchi moja hapo ambayo mimi nitakwenda kuishona hapo, lakini sio lazima sana kwa sababu wakati wa kugongea pia unaweza ukashona, ila mimi nimeamua niishone hapo. Baada ya hapo, kuna hicho kia ambacho nimeweka chakuja kuweka kishikizo cha kuja kuingizia kishikizo, kwayo nimekiweka pia hapo, utakwenda kushona, lakini pia utashona na upande wa pili huku. Tayari utageuza kama hivyo. Sasa tutachukua gauni letu kama hivyo utalishika hivyo kuanzia mwanzo wa shingo yako huku, mwanzo utakwenda kushona. Lakini kama unataka shingo yako yote ilingane, kwamba upande huu ulingane upande huu, upande mmoja utakuwa mrefu mwingine mfupi, unatakiwa ushike katikati ushone, ushike katikati ya shingo na katikati kwenye kola. Unaanzia kushona katikati kurudi huku, baada tunamalizia katikati kurudi hapo, ndio shingo yako italingana. Ila mimi nimetaka upande mmoja uwe mrefu kidogo. Baada ya hapo utakwenda kugongea, utagongea hivyo. Tayari nimeshagongea, ehe, kama unavyoona hivyo, upande mmoja umekuwa mrefu. baada ya hapo sasa, tutakwenda kuweka kile kitambaa chetu ambacho tulitoa nchi nne zile za mkono zilikuwa ni ishirini tukatoa nchi nne ambao ndio nchi nne hizi hapa. Hapo tuna upana nchi nane na nusu lakini urefu ndio huo nchi kumi na nusu Kwa hiyo tutakwenda kukishonea hivyo, utageuza nguo yako ule upande wa ndani, ndio utakaoanza kushonea. Nadhani unaona kama hivyo. baada ya hapo utageuza sasa pande wa nje huku, kwa utakilaza kitamba chako kama hivyo, utakwenda kugongea hapo juu, utashona hapo. Tayari nimeshashona lakini pia nimeshona upande wa pili. Hapo sasa tunakwenda kuweka mkanda huo, urefu hapo hiyo sehemu ya katikati hapo, nimeweka mstari, kwa utaweka mstari sehemu ya katikati na utaanza kupima kuanzia kwenye bega hapa nimechukua mfano hafi yetu ya juu ha. Mteja wangu hafi yake ukimpima ile sehemu yenye shepu ni nchi kumi na tano au, nikaweka nchi kumi na tano upande huu, lakini pia nitaweka nchi kumi na tano upande wa pili ya. Kama mteja wako hafi yake ukimpima ile shepu, sehemu ya shepu ni nchi kumi na tano au kumi na tano, kama ni kumi na sita utaweka kumi na sita, kama ni kumi na nne utaweka kumi na nne, baada ya hapo utanyosha mstari kama hivyo, utachukua vipimo vya tumbo ambavyo ni nchi thelathini utagawanya kwa nne, utapata saba na nusu utaanza kuweka vipimo vyako kuanzia kwenye huo mstari hapo katikati, utaiweka saba na nusu hapo utaweka alama. Baada ya hapo utaweka pia upande wa pili saba na nusu igonge kwenye huo mstari wa katikati hapo utaweka pia alama hapo. Hii ndio mikanda yetu. Sasa urefu wake mimi nimependa uwe ni inchi thelathini na tatu na nusu, unaweza ukaweka inchi thelathini pia sio mbaya. Nitakwenda kushona hapo. Baada ya hapo, nitageuza pia nitashona hapo sehemu zote mbili. Nimeshamaliza kushona tayari mikanda yangu. Ha, natumai utakuwa umependa video yangu kwa siku hii ya leo. Nipende tu kuwashukuru wale wote ambao mmekuwa mkinifuatilia video zangu kila wiki. Tunatoa video mbili. Na ikitokea labda nimebanana kidogo ndo nakuwa na video moja kama hivo, nashukuru sana. Karibuni tena kwa mara nyingine kwenye channel yangu Denblessing Creations. Nawapenda, nawapenda, nawapenda sana, na sana wapendwa. Na hapo tayari nimeshaunganisha nguo yangu kama hivyo unavyoona, lakini pia nimepinda chini. Nguo yangu ipo tayari kuvaliwa. Asanteni sana.